Na, mjumbe maalum wa Rais wa Marekani, Donald Trump, kuhusu masuala ya Afrika, Massad Boulos, ameweza kukutana e, na mawakilishi au wawakilishi kutokea e, mji wa Doha kule e, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lakini pia na Rwanda, katika juhudi za kuweza kutafuta suluhu ya mgogoro wa mashariki mwa DRC. Tunajua kabisa kabisa kwamba kuna machafuko ya M23 ambayo yalikuwa yakiendelea huko na e, kati ya nchi ya Kongo pamoja na Rwanda ndizo nchi ambazo zilikuwa zinahusishwa kutokana na machafuko hayo anaendelea sasa katika mji wa Doha huu mjumbe wa rais wa Trump ameweza kufika na kuweza kukutana na mawakili, na mawakili wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na Rwanda. Sasa mkutano huu umeweza kufanyika kufuatia eh, makubaliano ya awali ya pande hizi zote mbili kwamba kuanzia mazungumzo ya amani huku, Boulos pia akieleza kupitia mtandao wake wa X, yani Twitter kwa hapo zamani, sasa kuwa pia amekutana na maafisa wa Ufaransa, Qatar na Togo E, nchi inayowakilisha Umoja wa Afrika, e, kama mpatanishi wa mgogoro huo. Lakini pia bana ndugu Massad Boulos amesema kwamba lengo kuu la mkutano huu ni kuendeleza dhamira ya pamoja na kuweza kuleta amani, utulivu na ustawi katika eneo la maziwa makuu ambalo liliendelea kukumbwa na mgogoro wa mara kwa mara ambao ilikuwa inatokea huko. Sasa aliendelea kwa kusema kwamba kwa mujibu wa taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Qatar, mazungumzo hayo yamegusia kwa kina mgogoro wa mashariki mwa DRC Congo, lakini pia hali ya kibinadamu na umuhimu wa mwitikio wa haraka wa kimataifa katika kusaini raia, eh, walio kwa kusema kwamba Katari pia imeeleza kuendelea kuwa, uh, kuwa mpatanishi muhimu uh, katika mzozo huo ambao umeweza kusababisha maelfu ya watu kuweza kupoteza makazi, lakini pia katika miezi ya hivi karibuni, kutokana na mapigano ya vikundi hasimu mashariki mwa DR Congo, nikimaanisha m M23 ndicho kikosi ambacho pia kinaendelea kukichafua uh, kutokea kule uh, nchini Kongo, lakini pia uh, hapa mwishoni anaweza kusema kwamba watatulia kuanzia tarehe 8 mpaka tarehe kumi na moja ili kuweza ku, eh, kutulia na machafuko hayo yataweza kuwa eh, kimya. Lakini pia taarifa zimekuwa ni nyingi na tunaona hapa kabisa mjumbe wa Trump pia ameweza kwenda huko ili kuweza kujua kwamba yapi ni mambo ambayo yanaweza kuwa ni suluhu au ni suluhu gani iweze kufanyika, hivi vitu viweze kuachi eh, kuacha, lakini pia machafuko hayo yaweze eh, kutulia. Sisi kama sawa sawa digital tutakuwa hapa kupa update, lakini pia taarifa kuhusiana na eh, taarifa hii, endelea kutufuatia kwenye YouTube channel, lakini pia Instagram, Facebook pamoja na X kwa jina moja tu kama sawasawa digital. Habari kigenjeni mwako.